Wa wa, wa. Guys, nimeshtuka. Haya ni mtu anaweza chukua kiatu na mpiga rais na, na kiatu tu Mngesema yani, yani angeanda, angeanda aje? Kama nimeona nikastuka sana kuona guys, akiwa Kenya mna huruma na mwenye rusha bona kuonekana wengine

Waliokuonyesana picha mbaya sana, hiyo ni ya kukudhuru. Sijui raisi hiyo mtu akugongwa na kiatu kwa ukamati ya watu, hawa wote walikuwa hivyo. Hapo hiyo ngaisi ni kuonekana ni madharau na ni mbaya sana mlifanyia prezo. Kwani mfanyia wili amu hivyo. Hata kama mnamchukia aje, si poa kumuusia kiatu mbele ya watu. Ningemwambia amalize kutumbia watu na kimaliza aende na munyamaze. Kusikiliza ni kwenu na guamuzi ni wenyu, kuliko kufanya madhara ya kumuuzia kiatu na kumgonga nayo. Aki hiyo mulichoma kwa mataifa zingine wakiona wanaona hiyo picha si poa na ivuti ivuti. Jamani, hiyo tambia mkome, msirundie siku nyingine, aipendezi hata kamwe. Guys aki ukiwatch hiyo si poa, hiyo kitu si fiti. Amokufanya si poa, hiyo ni mbaya.